Na, na wewe unawaza ubingwa? Hey, Una, unawaza finali? Mi mwenzio nawaza super cup na Mamelodi Sundowns Katari yu... Aaaa... mwenzio hey, na iwaza Mamelodi Sundowns kwenye super cup Abu Dhabi yo kaka. Wewe bana, wewe nilikuambiaje nikiwa Zanzibar? Uliniambia tunaenda finali. Nilikuambiaje wakati naondoka Dar es Salaam? nikatangazie umma Simba inatinga finali. Tunakwenda kucheza, kucheza super cup sisi na mami lord sandams. Tumali kutoka Misri kwenda Palestina, katikati walikutana na majanga mengi kweli kweli, mpaka wakaanza kumlaumu Musa, mbona hautufikishi tunakoenda? Sijui umenielewa eh. Wakafika sehemu wakutana, kuna bahari, alafu watu wanakuja nyuma na mapanga huko, wanamwambia Musa, umetuchocha. Musa, ndio safari ya Simba Sports Club. Ilikuwa safari nzito kweli kweli, lakini wachezaji wetu wamepambana na hatimaye tumefika hatua ya fainali. Hii ni hatua ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu sana. Mara ya mwisho Simba kucheza fainali ni mwaka 1993, tukasema hiyo ni historia ya klabu, sio historia yetu sisi twendeni wanasimba tukaandike historia yetu tukaandike historia ya mwaka 2025 tukaandike historia ambayo watu wa miaka tisini watu wa miaka elfu mbili watajivunia historia tayari tuna robo fainali nyingi tumeshajifunza vya kutosha Stellenbosch sio aina ya mpinzani kutuzuia sisi kwenda fainali. Tumefanikiwa, tumefika fainali, na sisi ko Simba hatujafika fainali wau kwa, kwa, sisi tumefika fainali kwa process. Unajua kuna, kuna tofauti ya vitu viwili, kuna tofauti ya mafanikio na maendeleo. Mafanikio ni u, yaani kama vile kupata hela ya kubeti hapo, unakuwa umepata mafanikio, lakini maendeleo ni mchakato eh.

sasa hivi ndo nataka kuposti hiyo picha yangu, ndo naitegemea hapa. Mheshimiwa Hamisi Minjuma anasalimiana na na hoji, si mimi leo. Sasa kuna picha moja, baada ya kuiposti nikajua tayari tumeenda finali. Mimi najua gharama za finali, alama za ushindi kuonesha Simba hapa hapa, ingia. Ehe, ulipoposti shaba katua macho, ehe. na <laughs> <laughs> <laughs> picha hii hapa, hii ieleze picha sasa, hii picha hii hapa, picha picha sasa eh? picha hiyo ehe, na ukaiposti ehe, nikasema Simba tumekwenda finali, shaba ukimwona ametoa macho namna hii Tumeenda fainali. <laughs> Tumeenda fainali. Mara zote ukitoaga macho na ukivimbisha mashavu namna hii, baba, tunafanikiwa baba, tunafanikiwa. Kwa nini? Unaona hii pressure ikashuka, nikatulia, nikasema fainali tumeenda. Unataka kuniambiaje kuhusu fainali? Ukitoa macho namna hii tena, baba, tunachukua tnachukuasemaji <laughs> hey, tuendelee uh-huh. Fainali watu wanafika kwa process, a unaanzi... swali langu hajanijibu. Sijalia. Kwa nini unajalia leo? Tayari imesha kuwa na moyo mkomavu. Eh, baada ya kuwa na picha. Baada sa picha ile ipo dakika 82. Nikajua tayari. Afu hii haikuwa na pressure kubwa kama ya robo finali. <laughs> <Ehe. laughs> Sahi kabisa. Zito baba. Mungu mwema tumefuzu. <inaudible> Tumefika yeah, finali. Yeah. Samaji, finali inafika kwa process. Kwa maana tumeanza tumeishia hapo, watu wa awali, tukaja makundi, robo finali paka tumeenda finali yes. Uh, Simba tumepata maendeleo. Kuna tofauti ya mafanikio na maendeleo. Mafanikio ndio ile umeenda umefika umefa, um, alafu inakuwa ni ngumu kurudia hayo mafanikio, kwa sababu hata ujue mwenyewe umefikaje. Simba tumekuwa na maendeleo, tunacheza robo. robo. robo. Zile robo zilikuwa zinatujengea confidence, zile robo zilikuwa zinatujengea uzoefu, zile robo zilikuwa zinatujengea hali ya kujiamini. Kumbuka, robo fainali moja kama hii na Orlando tumeshinda bao moja nyumbani, lakini tuka tukaenda ugenini tukashindwa kushikilia bomba. Kwa hiyo sasa, baada ya kupata ile experience namna gani ya kushikilia bomba, leo imetusaidia tumekwenda fainali. Kwa hiyo sisi timu yetu ukiiangalia, mchakato wake ni mchakato ambao umeenda kwa steji kwa steji, na hatimaye leo, na tulikuwa tunawaambia watu msichoke kuisapoti Simba yenu pamoja na kuishia hatua ya robo finali, liko jambo kubwa ambalo tunalitengeneza na, na, na tumefikia. Tuna kila sababu ya kuwashukuru wachezaji wetu. Hawa wachezaji wataendelea kukumbukwa vizazi na vizazi. Hii leo Simba tunaikumbuka historia ya mwaka 93. Hawa wataendelea kukumbukwa maana baada ya miaka mingi takriban miaka thelathini na mbili wanakuja kuipeleka tena Simba hatua ya fainali. Wanastahili pongezi, kila mchezaji wa Simba ambaye ameshiriki kuvaa jezi ya Simba msimu huu wanastahili hiyo pongezi. Lakini kwa kipekee kabisa, anastahili kupongezwa na kushukuriwa mwekezaji na rais wa klabu ya Simba, maamuzi aliyoyafanya mwanzoni mwa msimu kabisa kuamua kurejea mwenyewe info kwenye usimamizi na uendeshaji wa timu imeleta mafanikio makubwa na leo tumekwenda kucheza fainali. Lakini unaweza vipi kuyatenganisha haya mafanikio na uimara wa Murtaz Ali Mangungu? Amefanya kazi kubwa vibaya mno leo hii kuifikisha Simba hapa. Lakini wapo wajumbe wa, wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club ambao hawa msimu huu wakati wanaanza walijifungia pamoja, wakasema sasa, tuipeleke Simba next level. Tunaanzaje? leta watu wa maana hapo, wape mikataba mizuri, wape maisha mazuri, wafanye kazi yao. Leo tunakula matunda, tunakula nji samaji. kulikuwa na vimaneno maneno, tukisema kuhusu michuano wa Kafu, kuna vipicha vinatumwatumwa, si medali, si nini, si nini, si nini. tumefika na sisi hapo mpaka hapa tuna uhakika wa medali lakini hatutaki kuishia hapo. Tume, uh, medali pekee ambazo wataturingishia nazo <tutu> labda za Muungano, <tutu> tunazo msimu tumechukua, tunazo labda kadi za arusi medali za Muungano tunazo na, na wewe unawaza ubingwa eh? Una, unawaza fainali, mimi mwenzio nawaza Super Cup na mimi mwenzio naiwaza Mamelodi Sundowns kwenye, ah, kwenye, kwenye Super Cup Abu Dhabi hiyo kaka wewe eh! Bana wewe eh, eh, eh. nilikwambiaje nikiwa Zanzibar? ulinyambia tunaenda fainali, nikuambiaje wakati tunaondoka Dar es Salaam? tangazie umma. Simba inatinga fainali, tunakwenda, tunakwenda kucheza tunakwenda kucheza Super Cup, sisi na Mamelodi Sundowns.